AM Online TV. Na mimi nataka niwaahidi viongozi wa jumuiya hapa leo. Tulivyokusudia mimi na wenzangu. Na mimi nitakuwa kiongozi kwenye hili. Mwanafunzi ambaye tahifadhi juzuu 30. Mwanafunzi ambaye tahifadhi juzuu 20. Mwanafunzi ambaye tahifadhi juzuu kumi na nyinginezo, kwa mujibu wa utaratibu, kila mmoja na nafasi yake, tutaweka mashindano ndani ya jimbo letu kwa kuanzia, na baadaye nataka vijana hao ambao wanatoka hili jimbo la Kiwani washindane hata kwenye mashindano makubwa mengine, tutawagharamia. Lakini kwanza tutaanza ndani ya jimbo, kwa utaratibu ambao walimu watatushauri na mashehe wetu watatushauri, lakini tumekusudia kuweka zawadi ambayo kila mzazi akiona mtoto wa mwenzake amepata Naamini huyo mzazi ataacha shughuli nyingi sana, atashughulikia kuhifadhisha Qurani. Hatutaweka fedha ndogo, tumekusudia kumfanya kijana anayehifadhi juzu 30, 10 ama 20 basi ajisikie kwamba Qurani thamani yake ni kubwa sana, na huo ndo ukweli ulivyo, na hili tutalifanya ndani ya kipindi kifupi kijacho, bi idhnillahil karim na niliongeza hapa nikasema kila mwezi wa Ramadhani. Hili ni jambo ambalo tumelizoea, lakini hata walimu wa madrasa wakiniambia mara mbili kwa mwaka sisi tutakuwa tayari. Nadhani nitakuwa nimeeleweka. Lakini tukasema ili mwanafunzi ahifadhi Qurani kuna mambo matatu yanahusika, yana, yana la kwanza mazingira ya madrasa wenyewe, la pili mwalimu, ubora wa waalimu mwenyewe, lakini ya la tatu ni ushirikiano na wazazi. Tuko pamoja hapa walimu, huyu mwanafunzi ambaye amehifadhi juzuu thelathini ama ishirini ama kumi, kuna mchango mkubwa wa walimu husika. Hawa walimu nao si kwamba tutampa mwanafunzi zawadi peke yake, na hawa walimu waliohusika tutashughulika nao. Lakini mazingira ya madrasa wenyewe tumekusudia kuzisimamia na kuzirekebisha madrasa zetu zote. Na nimesikia hapa katibu amesema at least basi kila mwaka tutengeneze madrasa nadhani tano, kama tukamesikia vizuri tano, nadhani sisi tutakwenda mbali zaidi, nadhani tutakwenda mbali zaidi. Madrasa hizi 83 sidhani kama tunaweza tukamaliza, miaka miwili hatujazimaliza, bi idhnillahi Karim, sidhani hata kidogo, kwa sababu tumeweka nguvu hapa na tunaamini. Wengine watauliza pesa zote mtazipata wapi? Sisi tawakkaltu ala Allah tunamtegemea Mwenyezi Mungu kwa sababu hili jambo tunalolifanya ni jambo la kheri na Mwenyezi Mungu atalitia baraka. AM Online TV.